Uh, tuko hapa leo kwa sababu moja kubwa ambayo nafikiria kwa mkoa wa Mwanza na hasa kwa wakazi wa kisiwa cha Ukerewe itakuwa ni siku ya kukumbukwa. Nasema itakuwa ni siku ya kukumbukwa kwa sababu uh, wiki mbili zilizopita uh, nili- nikiwa Dar es salaam nilikutana na mama moja ambaye anaitwa Mama Ha profesa, kutoka chuo kikuu cha Santa Olaf, uh, kule Minnesota, akanaambia kwamba amekuja Tanzania kwa kazi moja kubwa ambayo ilikuwa ni kurudisha uh, nakala halisi uh, original copies ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa mkono za uh, ja mwandishi mmoja mashuhuri sana. Nasema hivi ni mwandishi mashuhuri kwa sababu angekuwa ni mwandishi wa kwanza katika bara la Afrika kuweza uh, kuandika kitabu uh, cha hadithi ya maisha yake au hadithi ya Wakelewe. Uh, ni bwana mmoja anaitwa Anicet Kitereza. Anicet Kitereza alikuwa ni mwandishi ambaye kitabu chake cha kwanza kilichapishwa mwaka, kingechapishwa mwaka 1945 lakini kwa mara ya kwanza kwa katika lugha ya Kikerewe alikiandika mwaka elfu moja mia nane mwaka elfu moja mia nane tisini na tano Wajerumani wakakataa kuki, kukichapisha kwao, ikachukua muda muda mrefu sana, kwamba kilikuja kuchapishwa kwa Kiingereza mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano lakini baadaye kikachapishwa kwa Kiswahili ha? na hicho kitabu kinaitwa Bwana Myombekere na Bibi Bugonoka Tulanabo na Bulihwari, ambayo kimetolewa katika juzuu nne na hiki kitabu ambacho kwa mara ya kwanza kilichapishwa kwa Kiingereza pia kilichapishwa katika lugha zingine sita, na ukiweka na Kiswahili ukiweka Kijerumani na ukiweka na Kiingereza inakuwa ni lugha sara, lakini kimechapishwa pia katika lugha ya Kifaransa ki na wameweza pia kukichapisha katika lugha ya Kijerumani uh, ki, ki, ki, ki na Kihungari Hungary. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ni cha mhim, ni cha muhimu hasa kwa watu ambao wangeweza ku linguistics eh, wataalamu wa lugha kwa mfano hasa ukiangalia katika lugha yetu ya Kiswahili. Uh, wataalamu wa lugha fasihi, nafikiri inakuwa ni hazina kubwa kitabu kama hiki. Uh, lakini hata hivyo vitu ambavyo nafikiria vitakuwa ni vya muhimu zaidi kuliko hata kitabu chenyewe ni nakala hii uh, ambayo ni photocopy ya original copy uh, ambayo imeandikwa kwa mkono na mwenyewe Bwana Anicet Kitereza, na hii nakala hapa ina ina ina- tarehe inawambia tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 1945. Sasa hii nakala ndio ilikuwa ya kwanza ambayo ilipelekwa kwa wachapishaji wa kitabu ikakataliwa kwanza, baadaye kaja ikachapishwa baada, baada ya kufanyiwa marekebisho katika lugha ya Kiingereza lakini katika lugha ya Kiswahili ilivyochapishwa ilichapishwa na uh, watu wa Tanzania Publishing House. Sijui kama watu uh, mnakumbuka Tanzania Publishing House, kwa leo inaitwa Mkuki na Nyota. Na mhariri wa kitabu hiki akishirikiana na mwandishi wa kitabu mwenyewe uh, Anicet Kitereza uh, uh, water ioga ambaye alikuwa pia mwanzilishi wa Tanzania Publishing House. Kwa hiyo um, mbali ya nakala hizi uh, kurudishwa kuna kitabu ambacho nafikiria watu wengi na kwa wasomi hapa chuo kikuu uh, kitakuwa ni cha muhimu pia ni kitabu kinaitwa The Art of Survival in East Africa ambacho kiliandikwa na Bwana Gerhard Hartwig ambaye alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa bwana Anicet Kitereza. Harting uh, alikaa Ukerewe zaidi ya miaka miwili akifanya utafiti kwenye uh, miaka ya sitini uh. Na akawa rafiki yake mkubwa sana uh, wa Anicet Kitereza, wakawa wanaandikiana mpaka na barua wakati ule wakitumia aerogram uh. Na barua hizo uh, ziliweza kuhifadhiwa na familia ya bwana baada ya kufariki mkewa, kama amezihifadhi hizo barua na amezileta pia. Sasa mtu anaweza kujiuliza, anasema, barua kama hizo zitatusaidia nini sisi? Lakini kwa waandishi, watu kama nyinyi, barua kama hizo ni za muhimu sana, kwa sababu zinaelezea maisha ya bwana Kitereza, zinaeleza pia maisha ya bwana Harting, walivyokuwa wanawasiliana na hiyo inakuwa ni hazina. Kwa mfano leo tunaweza kuandika, tuchukulie watu wa TV eh, bwana Kitereza, kwa mfano watu wa hmm, kwa lakini ni watu wachache sana wanamfahamu kwa hapa Tanzania, lakini itakuwa ni vyema, kwa mfano na nafikiria, na watu wa sauti media watakuwa wamenielewa, watakuwa navyosema hivi. Kwa nini? Kwa sababu tunaweza kuwa na documentary eh, kuelezea maisha ya bwana Anicet Kitereza.